Hadithi, hadithi, hadithi njo. Maisha ya Kitwana. Hadithi hii ni halisi. Hii ni hadithi ya kijana aliyeitwa Kitwana. Aliyeishi jijini Nairobi na dadake na wazazi wake. Alijihusisha na mambo ya kitoto kama watoto wengine. Alipenda kucheka na kuenda shule. Hakuna aliyejua kuwa, siku moja maisha ya Kitwana yangebadilika na haikuwa kwa uzuri. Nimepotea, sijui nitarudiaje nyumbani. Nimezunguka kote, sioni pa kwenda. Bas, bas. Mzee akasema, nipe mkono wako, nitakupeleka nyumbani, njia hii naifahamu vyema. Maskini Kitwana wa uoga na upweke akamuuliza, je, mzee, utanisaidia kufika nyumbani? Basi wakaondoka kuelekea nyumbani kwao. Hivyo ndivyo alivyofahamu Kitwana, lakini mzee huyu hakumpeleka nyumbani. Kitwana alizidi kuuliza, je, tunakaribia? Gari likazidi kwenda na kwenda zaidi na zaidi. Kitwana akaanza kulia, alimtaka mamake. Kitwana, amka! Kitwana, vuna mahindi! Kitwana, wacha uvivu, nitakuchapa. Haya yakawa maisha ya Kitwana, akawa akifanya kazi toka asubuhi hadi jioni, wakati mwingine usiku pia. Yule mzee alimpa chakula kidogo tu na kumchapa vilivyo. Isitoshe, hata usiku sana, mzee alizoea kufungua mlango kwa fujo na kumfuata Kitwana kitandani. Kitwana akaishi hivi kwa miaka miwili. Hadi siku moja mama jirani akaja kwa huruma na kumpa Kitwana hela. Akamwambia, "Lazima utoroke. Rudi mjini na usiangalie nyuma. Mzee huyu ni mbaya. Roho yake imejaa uovu." Ana akakimbia na kukimbia na kukimbia hadi alipopanda matatu ya kwenda Nairobi, na ikaelekea kwa muda mrefu. Hatimaye wakafika mjini, lakini aende wapi? Mwishowe akawa huru, ila mpweke sana, bila mtu wa kumlinda. Njo, jina langu ni Juma. Wewe ni mmoja wetu. Sasa ntakupeleka penye tunaishi. Miaka miwili kapita, Kitwana aliishi na mandugu zake wapya. Miaka miwili kapita, mamake akizidi kumtafuta kwenye mitaa. Miaka miwili kapita, na wala mama hakukata tamaa, hadi siku moja akampata Kitwana akiwa amelala Kitwana, Kitwana, kijana wangu. Leo kukuona ni furaha kubwa sana moyoni mwangu. Unanikumbuka kweli? Wewe ni wangu milele na milele. Kitwana mimi ni mama yako. Siwezi kusahau alama hii. Baada ya kupoteleana kwa miaka minne, wakapatana tena. Kitwana, mamake, babake na dadake. Wakapatana tena na sasa mambo yamekuwa bora maishani mwa Kitwana, lakini bado ana ndoto kuhusu yule mzee, na dawa za kulevya alizotumia mitaani bado zinamfanya kuwa mlegevu, hadi kuufanya mwili wake mnyonge na miguu yake kukosa nguvu. Na kuambia hadithi hii ili kukujulisha kuwa Kitwana alibahatika kurudi nyumbani. Watoto wengi wamepotea ingawa hawajasahulika. Jamii zao zimelazimika kuishi bila wao. Wamechukuliwa na kudhulumiwa vibaya, kulazimika kufanya kazi kupindukia. Ni lazima tuwalinde na tusiwatenge. Ulanguzi wa watoto upo na unatendeka kwa watoto duniani kote. Kitwana ni mmoja kati ya maelfu ya watoto waliolagaiwa nchini. Je, unajua mtoto yeyote aliyepitia ulanguzi ama katika hatari ya kulagaiwa? Kwa usaidizi, wasiliana nasi.